Shirika la afya lilipofanya utafiti, asilimia 71 ya vifo vyote duniani vinasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza ambayo ni magonjwa ya sukari, moyo na shinikizo la damu na, na inakadiriwa kwa watu zaidi ya milioni 4.9 wenye umri kati ya miaka 30 na miaka 75 ndio wanaoathirika zaidi kwenye matatizo haya ya moyo, mishipa ya damu na wengine wanagundulika wakiwa wameshachelewa tayari. Hali hii pia hapa Tanzania tunayo takriban asilimia 34 ya vifo vinavyotokea kwenye hospitali zetu zote yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza, huku magonjwa ya moyo na mishipa ya damu yakiendelea kuongezeka. Na takwimu hizi zimeonyesha kuwa asilimia 17 ya vifo vya haraka haraka vinasababishwa na magonjwa haya, hasa chanzo kikuu ni shinikizo la damu maarufu kiingereza, pressure. Hii inaua kwa haraka. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, wana michezo, tuendelee kufanya mazoezi ya kila siku kwenye maeneo yetu, na sio lazima utoke nyumbani uje tu hapa kokomish hapo hapo kwenye nyumba yako, zunguka nyumba, fanya mazoezi kwa umekaa lakini, kwenye mitambo kama vile basikeli na vyombo vingine, ili mradi unaushughulisha mwili kufanya moyo uweze kusukuma damu kwa haraka. Ukifanya hivyo, unapunguza mafuta yaliyopo kwenye mishipa ya damu. Kwa utafiti uliofanywa mwaka huu kwenye mikoa ya Pwani, Arusha, Geita, Mtwara, Lindi, Zanzibar Iringa na hapa jijini Dar es Salaam, unaonyesha hali isiyokuwa nzuri. Katika kila watu kumi, hapo tulipo, watu kumi watatu miongoni mwenu wana tatizo la shinikizo la damu. Hii ni hali hatari. Hebu mjione hapo mliposimama, mjihesabu kumi, alafu mjue kwamba wanne kati yenu wana shinikizo la damu ni nani huyo? Sasa fanya maamuzi, fanya maamuzi ya kufanya mazoezi. Takwimu hizi zinatoa ujumbe kwamba magonjwa haya yasiyoambukiza yana shida kubwa, na ndiyo yanayoweza kutuua kwa haraka sana. Ndio maana Serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kisera kuhakikisha kwamba matibabu ya afya ya binadamu yanakwenda mpaka vijijini na tumewawekea sheria tumewawekea kanuni na miongozo ambayo wa inawapa Watanzania fursa ya kutibiwa kutoka huko huko vitongojini kupitia zahanati. Tumepeleka madawa, wataalamu, vifaa tiba ili kuokoa maisha ya wa Watanzania, lakini bado haitoshi, kwa sababu wengi tuna ile hali ya kubweteka, hatufanye mazoezi. Serikali inaendelea kuandaa mataalamu bingwa ili tuweze kuokoa mazingira yetu. Sasa hivi, serikali imejitahidi kuwekeza kwenye tiba ya moyo pale hospitali ya taifa ya Muhimbili, ambayo tumeanza kufanya mapasuaji, mapasuaji ambayo zamani ilikuwa lazima uende India, Uingereza na Ujerumani, lakini tiba hizo kwa sasa ziko hapa hapa nchini. Tuna vipimo vya kisasa vinagundua matatizo ya uchungu, matatizo yote. Tuna vipimo vinavyofanyika ikiwemo na echo, ECG, ultrasound, holta na vipimo vingine vingi ili kutoa huduma ya uchunguzi wa mapema kwa wananchi. Kwa hiyo mwananchi, unapoona una shida, hata kama hujapata shida, nenda akafanya uchunguzi, uwe na uhakika wa tatizo lako na huduma hizi zinapatikana pia kwenye hospitali yetu ya Saifee iliyoko hapo tu karibu na, karibu na kanisa la Saint Peter's. Mafanikio haya yanaonyesha dhamira ya wazi ya serikali ya ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha Watanzania wapata huduma za afya, iwe ni hospitali za serikali au hospitali binafsi za taasisi mbalimbali kiwemo za dini, na swala la gharama limeendelea kufanyiwa kazi na nashukuru kwamba hospitali zetu hizi sasa gharama zinaendelea kushuka chini. E, hili ni jambo muhimu. Nataka niwapongeze pia Saifee kwa kupunguza gharama nyingi kwenye maeneo mengi ya tiba zetu.